Tuzungumze kuhusu haki ya uhuru wa mawazo, haki ya kila mtu kuwa na uhuru wa maoni na kueleza fikra zake. Kwa mujibu wa ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, imeeleza kuwa kila mtu atakuwa na haki ya kutafuta, kupokea na kutoa taarifa bila mipaka ya nchi. Aidha, kila mtu atakuwa na uhuru wa kufanya mawasiliano na kulindwa dhidi ya kuingiliwa katika mawasiliano, lakini pia haki ya kupewa taarifa muhimu kuhusu maisha, shughuli za wananchi na masuala ya kijamii. Lakini watu wanaelewa nini kuhusu haki ya uhuru wa mawazo? Ile namna ambayo mwanadamu au mtu yoyote yule anaweza akatoa aka, akatoa mawazo yake au hisia zake pasipo kuingiliwa na mtu yoyote. Mtu anapokuwa na uhuru wa mawazo, anaweza akawa free kushauri jamii, kushauri mtu yoyote, yani anakuwa free yani, kutoa maoni yake yote. Yale ni ule uhuru wa mtu kuweza kutoa mawazo, anatoa mawazo yake kuhusu jambo lolote ambalo anakuwa analiwaza au anaweza akaliongelea bila kuingiliwa na mtu yoyote, au bila kuingiliwa na mtu yoyote ambaye anaweza akamwingilia kwenye yale mawazo anayotoa. Kama ule uhuru wa kila mwananchi kuweza kutoa maoni yake juu ya mambo mbalimbali katika jamii, hasa mambo ya kiuchumi ya kisiasa ya kimaendeleo na hata mambo tofauti tofauti ya ambayo yanaendelea katika jamii yetu ni haki iliyopo kikatiba, e, na kwa sababu ni haki iliyopo kikatiba, ni haki iliyopo kwa mwananchi yoyote wa Kitanzania. E, imeelezwa katika ibara ya kumi na nane ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba iliyofanyiwa marejeleo e, ya mwisho wa elfu mbili na tano. Haki hii imekwenda kumpa mtu kila mmoja ana uwezo basi wa kutoa mawazo yake mchango wake e, kwenye jambo lolote lile linalohusiana na masuala ya yoyote kwenye nyanja zote zile e, ili mradi tu asiweze kuinterfere mambo yaliyoelezwa kwenye ibara ya thelathini ibara ndogo ya tatu.